tumeweza kupangilia kesho tarehe kumi na mbili unajua adui ADF aliweza kuingia katika sekta ya Bapere tangia hiyo tarehe 12 mwezi wa sita na kesho ni tarehe 12 mwezi wa sita na tumeweza kumaliza mwaka mmoja tunapoendelea kupoteza ndugu zetu marafiki na wakongomani wengi na ndio maana tuliona ni vema Siku hiyo tuweze kulia wote ambao wameweza kufariki na wale ambao wameendelea kufariki, na tuweze kuombea uh, jeshi na wazalendo wema ambao wameendelea kutenda kazi, ili Mungu aweze kuwajalia hali iweze kuboreshwa, kwa sababu kupitia hali ya mazingira ambayo tunaendelea kuishi, watu wanaishi vibaya hali ambao walikuwa wakiishi mbele ni gumu zaidi, na ndio maana hiyo ndio ilisababisha tuweze kusababisha hiyo siku ya tarehe kumi na mbili ambayo itabaki katika akili zetu, na viongozi sharti waweze kujua kwamba hiyo siku watu waliweza kufariki. Kwa sababu hiyo siku tarehe kumi na mbili mwezi wa sita watu karibia makumi ini na moja waliweza kufariki huko Maikengu, na hiyo ndilikuwa chanjo ya magumu ya wakongomani husu sana wakaji wa sekta ya Bapere na